Nalotaka kusema kwamba sasa wananchi tunakwenda kupata maji ya uhakika, maji safi na salama ya uhakika. Lakini kama mlivyosikia, maji haya yana gharama kubwa, na pia kunahitaji uendelevu kupatikana kwake, na hivyo ni lazima wanaosimamia miradi hii ya maji wawe na fedha za kutosha kufanya marekebisho kila inapobidi kutunza mashine na mitambo ili maji yaendelee kupatikana, ni watake wote wanaotumia maji haya kulipa bili zenu za maji, pamoja na kuwaasa watumishi wa wizara ya maji kuto kubambika bili, lakini zile bili zinazoletwa za halali zilipwe. Tulipe maji ili tuwape uwezo mwa uasa na mashirika mengine yaweze kutoa huduma endelevu kwa maji.